Tarehe tano Juni kila mwaka, dunia yote huadhimisha Siku ya Mazingira Duniani. Siku hii inatukumbusha wajibu wetu wa kila siku wa kulinda na kuhifadhi mazingira tunayoyaishi. Kauli mbiu ya mwaka huu ilikuwa kumaliza uchafuzi wa plastiki. Siku ya Mazingira Duniani imekuwa ikiadhimishwa tangu ilipoanzishwa rasmi na shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP mwaka wa 1972. UNEP inakusudia kuhamasisha watu duniani kote kuhusu umuhimu wa kulinda mazingira yetu na kuongeza uelewa juu ya changamoto kama vile uchafuzi wa hewa na maji, uharibifu wa misitu, mabadiliko ya tabia nchi pamoja na kupotea kwa viumbe wa porini na wa majini. Katika kaunti ya Mombasa, eneo la Mtopanga, nakutana na Skolastika, mfanyibiashara wa matunda. Skolastika ananieleza kwamba hakujua ilikuwa siku ya kuadhimisha mazingira, kwani hakuna aliyekuwa anatangaza siku hii. Anasim mulia changamoto anazopitia kama mfanyi biashara hasa maji machafu yanayopita karibu na kibanda chake. Hali hii inachangia kupungua kwa wateja wake. Sema kweli, sikujua maana haijatangazwa. Kusema kweli, mngetangazia, kila mmoja angekuwa anajua, tungeamka tukijua leo ni siku gani. Mazingira bala ni bala zaidi, kwa sababu kwanza, mi nikiangalia, hata kwanza hii sewage inatoka estate, maji ya sewage zimeflow, yani imejaa Inamwagika, inateremka, barabara yote imejaa sewage, zote ni chafu, zinanuka, inapita, inakuja kupita chini ya kibanda changu cha matunda, anauzia watu fruits. Unajua, na kuna mboga, inatoa effect sana juu, unapata hata wateja wamepungua kabisa, uuzaji vile ulikuwa sahii imeshuka juu wateja wanaugupa, watapita wapi? maji hayo humwathiri kiafya. kama mimi hapa, mimi hapa imenipatia shida ya umwana, nimeumwa muda mrefu, sijui naumwa na wapi, inarisha tumbo ya kata kweli kweli, nikimalizia mtoto ameingia hivo. Yani kama ni kama ni nyumba nzima popo azitumia hapa, unapata pia huyu naye kama sahii ni mgonjwa pia, ahaezi hata kutembea. Na kwa hali hii, alihimiza wakazi wa Mtopanga watunze mazingira kwa maisha salama. Wewe jipange, utoe taka zako, weka mahali pamoja, tafuta yule anaye kutu kupelekea taka pale mahali venye patikana, yule lori aje achukue ndio ikatupwe. Hivyo sote tukishirikiana, tuki hivyo, tutakuwa sawa. Simon Mwangi, mkazi wa Mtopanga, eneo bunge la Kisauni, kaunti ya Mombasa, analalamika kuwa mazingira yao yanazidi kuchafuliwa hasa kutokana na maji machafu yanayopitia karibu na biashara yake Mtopanga. Mazingira ni mabaya mabovu sana especially upande wa... okay, upande wa wa ok upande wa takataka nini hiyo, si sana kwa sababu takataka huwa ni... ni watu binafsi, lakini sasa Mtopanga tunaathirika na sewage. Eh, siweji inatapa imetapaka barabarani. Anaongeza kuwa serikali inapaswa kuingilia kati katika suala la uchafuzi wa mazingira, kwani Mombasa inaongoza kwa uchafuzi wa mazingira, hasa uchafuzi wa maji taka ambao huathiri wakazi wengi, wapi si Mtopanga peke yake. Eh, serikali Mombasa inajulikana hata katika, kuna time nafikiri ilikuwa namba namba 2 kwa uchafu Kenya nzima kaunti, kila mahali, hata uende town, uende Marikiti, uende Mombasa, ina shida ya usafi, wao ndo kuna solution, kwa itatue upande wa usafi wa mazingira. Nafikiri ni us usafi na kutupa takataka barabarani, vitu kama hivyo. Ukikula kama ukikunywa maziwa hiyo, hicho kiboksi usikirushe rushe ovyo ovyo, kama makula peremende vitu kama hivyo, makaratasi kutotupa tupa lakini tupa. Pia kama ni watu wazima wakazi wana make sure wa mazingira yako masafi. Upande sana sana wao ni kutupa matakataka, lakini kitu kama siweji hii wezi, wezi laumu wakazi Shida, serikali. Sharif Injamu mtaalamu wa masuala ya mazingira, yani marine ecologist na pia ni mratibu wa vijana kutoka shirika la Africa Climate and Environment Foundation. Je, siku hii ina umuhimu gani? World Environmental Day kwangu ni ni siku ambayo mi nayona kama inazungumzia mimi na kando na kuzungumzia mimi, pia naona na inakuzungumzia wewe na mwenzangu hapa na kila yeyote pale duniani kwa sababu haya mazingira ni ile resource ama rasilimali sisi sote tuna share. Sasa nikiona kama dunia nzima tunakuja pamoja kufanya uh, hili uh, swala la mazingira kama letu sote, ama natufaa sote, naona kuna umuhimu na mchango mkubwa ambao ningewahamasisha uh, wenzangu. So kwa hivyo siku ya leo kwangu inamaanisha kama ile kutoa ile shukrani ama upendo kwa yale yote mazingira inatufanyia sisi. Anaeleza licha ya umuhimu wa siku hii bado jamii inakumbana na changamoto nyingi zinazotokana na matumizi mabaya ya plastiki. our human health, ile afya yetu sisi binadamu. Kwa saa hii, kulingana na utafiti umefanywa, plastiki iko kila mahali, virtually everywhere, even in atmosphere we inhale the plastic imeinfiltrate into the food system hata kwa water system, na hii plastic wakati imetengenezwa iko na additives, hizi kemikali ambazo ni sumu, so carcinogens hmm, ambayo inasababisha cancer, that is breast cancer, lung cancer Alafu pia kuna ile tunaitwa bisphenol is poisonous. Anaongeza kuwa sio plastiki zote zinaweza kuoza, na anatoa wito kwa jamii kuwa waangalifu katika utupaji ovyo wa plastiki. Tuichukulia ile swala la plastic pollution as a, a serious threat living within us, na tuweze kujaribu vyovyote vile tu, Yeah, uh, kwa sababu ukiangalia vile nimetolea mifano hapo nyuma the threat is already with us and it's even getting deep into even our human bodies. Msikilizaji, dunia inapoadhimisha siku hii, jukumu la kulinda mazingira linakuwa ni la kila mmoja, kuanzia kwa serikali, sekta binafsi hadi kwa raia wa kawaida kila chupa inayotupwa ovyo, maji machafu yanayofunguliwa kwa mifereji, yatazidi kuhatarisha maisha ya binadamu na wanyama. Ila ni wazi kuwa mabadiliko haya hayawezi kufikiwa na mtu mmoja pekee, bali kwa ushirikiano wa kila mmoja wetu tutaweza kupigania mazingira safi na salama kwa viumbe wote. Jina langu ni Esther Chiro. Komesha uchafuzi wa plastiki.